Waziri wa Usalama Joseph Nkaissery amemwagiza Seneta wa Mandera Billwo Kero na baadhi ya wanahabari nchini kujitokeza na kuthibitisha madai ya kuweko kwa makaburi ya halaiki katika kaunti ya Mandera kisha waombe msamaha kwa kile alichokitaja kuwa kuwapotosha Wakenya. Kwengineko, kinara wa CORD Raila Odinga akizuru eneo hilo pamoja na viongozi wengine wa upinzani ameshtumu serikali kwa kutowajibika katika kupambana na ugaidi nchini. Lofty Matambo anaarifu kwa kina. 6beo Okemi aliyoutoa Nkaissery akidai kwamba Billwo Kero wa Seneta wa Mandera pamoja na viongozi wengine wa eneo la kaskazini mwa nchi wanatia chumvi na kuidharau serikali katika juhudi zake za kukabiliana na ugaidi. Nkaiseri amearifu kuwa katika maeneo yote yaliyofukuliwa hapo jana hakuna kilichopatikana. Aidha, waziri Nkaissery amemwagiza Billwo Kero mwanahabari mpekuzi wa KTN Mohammed Ali pamoja na mwenza wa NTV Yasin Juma wajitokeze na kuomba msamaha kwa madai ya kusema wanaelewa zaidi kinachoendelea Mandera. The capabilities of Al-Shabaab, as our security forces make significant gains in preventing and aborting plan to attack this country. Wakati hayo ya kijiri, kinara wa CORD pamoja na viongozi wengine walizuru eneo la Omar Jilo kulikofukuliwa mwili wa marehemu Yasin Mohammed hapo jana na kutoa rambirambi zao. Konyara mwalimu wakawawa, tukalaani hiyo kitendo kabisa. Baada ya haya Makamu wa rais akasema ati wale ambao waliwaa hao walimu ni majambazi kutoka huko pande ya Somalia ya Al-Shababu, ati waliwafuata mpaka kwa kambi yao ndani ya Somalia mpaka wakapiga na ndege na wakawaua yote, baada ya siku baada ya siku chache kule kwenye migodi hapa hapa hapa hapa, hapa kwenye kwari tena watu wakawawa. Ikasemekana ni wale watu, tukasema hawa watu ambao waliua Somali walifufuka siku gani? wakaja wakawawa watu <laughs> tena mambo ya siasa kupigwa na wakati tumeathirika, madhara zaidi hatuwezi kubali.

Madai ya kuwa na makaburi ya halaiki yaliibuka mnamo Jumapili baada ya wa wachunga mifugo kupata mwili wa Yasin Muhammad Malishoni. Uchunguzi wa madaktari wa upasuaji unasubiriwa ili kubaini kiini cha maafa ya mwili wa mwenda zake Yasin. Lofty Matambo KTN leo.